Kwa jina la Mwenyezi Mungu mwingi wa rehema, mwenye kurehemu. Naapa kwa zinazotumwa kwa upole na zinazovuma kwa kasi na zikaeneza maeneo yote na zinazofarikisha zikatawanya na zinazopeleka mawaidha, kwa kuudhuru au kuonya, hakika mnayoahidiwa, bila shaka yatakuwa. Wakati nyota zitakapofutwa na mbingu zitakapopasuliwa, na milima itakapopeperushwa, na mitume watakapowekewa wakati wao. Kwa siku gani hiyo wamewekewa muda huo? Kwa siku ya kupambanua. Na nini kitakachokujuulisha siku ya kupambanua ni nini? Ole wao siku hiyo, hao wanaokanusha. Kwani hatukuwaangamiza waliotangulia? Kisha tukawafuatilizia waliofuatia Ndiyo, kama hivi tuwatendavyo wakosefu. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kwani hatukukuumbeni kwa maji ya kudharauliwa, kisha tukayaweka mahali pa utulivu madhubuti, mpaka muda maalumu, tukakadiria, na sisi ni wabora wa kukadiria. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Kwani hatukuifanya ardhi yenye kukusanya walio hai na maiti na ndani yake tukaweka milima mirefu yenye kudhibiti, na tunakunywesheni maji matamu. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha! Nendeni kwenye adhabu mliokuwa mkiikanusha. Nendeni kwenye kivuli chenye mapande matatu, hakikingi moto wala hakiwaepushi na mwako. Hakika moto huo unatoa macheche kama majumba, kama kwamba ni ngamia wa rangi ya manjano. Ole wao siku hiyo, hao wanaokanusha. Hii ni siku ambayo hawatatamka kitu wala hawataruhusiwa kutoa udhuru. Ole wao siku hiyo, hao waliokanusha. Hii ndiyo siku ya kupambanua. Tumekukusanyeni nyinyi na waliotangulia. Ikiwa mnayo hila, nifanyieni hila mimi. Ole wao siku hiyo, hao waliokanusha. Suratul Mursalat imeteremka Maka. Lililo muhimu kabisa katika yaliyokusanywa na sura hii tukufu ni maneno yaliyohusu kufufuliwa na kiama na dalili za kuthibitisha kuwa kitatokea na kutishwa kwa walioyakataa hayo, na kurudishwa kutishwa huko kwa ole wao mara kumi, na kuwatisha kwa unyonge na adhabu itayowapata, na kubashiriwa wachamungu kwa starehe na neema watazozikuta, na mwisho wake masaibu watayoyapata makafiri wasiyoiamini Qur'ani. Na hapa kwa aya zilizotumwa kwa ulimi wa Jibrili kumpelekea Muhammadi kwa upole wa kawaida na heri, na kwa aya zenye kuzitwa kwa nguvu dini nyingine zote za uongo zikizipeperusha mbali, na kwa aya zenye kueneza hikma na uongofu katika nyoyo za walimwengu kwa uenezi mkubwa mno, na zenye kufarikisha baina ya kweli na uongo kwa mfarakano ulio wazi kabisa na zenye kuwapa watu mawaidha ya kuwanufaisha, ili iwe ni udhuru kwao na onyo, wasiwe na hoja. Hakika haya mliyoahidiwa ya kuja kiyama kwa yakini yatatimia tu bila shaka yoyote. Basi nyota zitapoondolewa kabisa, na mbingu zitakapopasuka, na milima ikavurugwa na ikapeperushwa mbali na upepo na mitume wakawekewa wakati maalumu wahudhurie kwa ajili ya kuwatolea ushahidi kaumu zao. Kwa ajili ya siku gani yametayarishwa mambo haya makubwa makubwa? Kwa ajili ya siku watakapopambanuliwa baina ya viumbe. Na nini cha kukujuvya ina nini hiyo siku ya kupambanua? Ni maangamio ya milele siku hiyo kwa hao wanaokadhibisha waliowahidi mitume. Kwani hatukuangamiza mataifa ya zamani yaliyokadhibisha na kisha tukawafuatilizia hao wenginewe tukawateketeza hali kadhalika kwa madhambi waliyoyafanya na walivyomkataa Mwenyezi Mungu. Siku hiyo ni siku ya kuteketezwa waliokadhibisha kama tulivyowaahidi. Kwani hatukukuumbeni kutokana na maji yaliyodhalili, nayo ni manii, na tukayaweka maji haya katika pahala patulivu mpaka kutimilia kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake kwa ke muda anaoujua Mwenyezi Mwenyezi Mungu, nasi tukaweka vipimo katika kuumbwa kwake na kutengenezwa kwake na kutoka kwake, basi wabora wa kupima na kukadiria ni sisi. Ole wao hawo wanaokadhibisha neema za kuumba na kukadiria Kwani hatukuifanya ardhi kuwa imekusanya juu ya mgongo wake viumbe vilivyo hai visiyohifadhika na vilivyokufa visiyokadirika, na tukaweka milima iliyothibiti mara mirefu, na tukakunywesheni maji matamu? Wataangamia siku hiyo hao wanaokadhibisha neema nema hizi. Siku ya kupambanuwa wataambiwa makafiri, nendeni huko motoni mlikokuwa mtukukanusha mdikoku Nendeni kwenye joto la moshi wa jahanamu uliogawika kwa ukubwa wake mapande matatu. Hapana cha kujikinga na joto la siku hiyo, wala kivuli, hicho hakipunguzi joto la mwako hata kidogo. Moto huo hutupa macheche yenye ukubwa kama majumba au taona hayo macheche kama ngamia weusi wenye kuingia rangi ya manjano. Wataangamia siku hiyo wanakukanusha kwamba hizi ndiyo sifa za moto. Haya uliyosimuliwa yatatokea ya katika siku ambayo hawatatamka kitu cha kuwanufaisha, wala hawatakuwa na idhini ya kutamka, wala hawatatoa udhuru, kwani hawana udhuru. Wataangamia siku hiyo wanayoikaribisha siku hii. Hii ndiyo siku ya kufafanua baina ya mwenye ukweli na mwenye uongo kwa kuwa kila mmoja atalipwa kwa mujibu anavyostahiki. Enyi mnaomkadhibisha Muhammadu, tumekujalieni nyinyi na waliokutangulieni waliokadhibisha mfano wenu. Kama mnavyo hila ya kujikinga na adhabu, basi fanyeni hila hiyo, basi njooni mwepukane na adhabu yangu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha, hali ya Mwenyezimungu <totipa>

Wailu yawma idhin lil mukazzibin. Fabi ayy hadithin ba'dahu yu'minun. Hakika wachamungu watakuwa katika vivuli na chemchem na matunda wanayoyapenda. Kuleni na kunyweni kwa furaha, kwa yale mliyokuwa mkiyatenda. Hakika ndiyo kama hivyo tunavyowalipa watendao mema Ole wao siku hiyo hawa wanaokanusha. Kuleni na mjifurahishe kidogo tu, hakika nyinyi ni wakosefu. Ole wao siku hiyo hao wanaokanusha. Na wakiambiwa inameni, hawainami. Ole wao siku hiyo hawa wanaokanusha. Basi maneno gani baada ya haya watayaamini? Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah hakika wachamungu wenye kujikinga na adhabu ya mwenyezi mungu watakuwa katika kifuni kikubwa na chemuchemu zazomiminika na matunda wanaoyaona ya ladha na wanaoyapenda wataambiwa kwa kughamkiwa na kukirimiwa Kuleni na mnywa chakula na vinywaji kwa sarehe, kwa sababu ya vitendo vyema mlivyokuwa mkivitenda duniani. Hakika sisi huwalipa mfano wa malipo haya matukufu watu wema. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha pepo. Na makafiri wataambiwa, kuleni na mjisareheshe kwa sarehe siyobaki muda mrefu, kwani hakika nyinyi ni wakosefu kwa kumshirikisha kwenu Mwenyezi Mungu. Wataangamia siku hiyo wanaoikadhibisha neema. Na wakiambiwa msalini kwa ajili ya Mwenyezi Mungu na mnyenyekei yeye, hawanyenyekei wala hawasali bali hushikilia kiburi chao. Wataangamia siku wanaokadhibisha amri za Mwenyezi Mungu na makatazo yake. Basi maneno gani hawa watayamini ikiwa hawaiamini Kurani na hali hii ni muujiza uliotoka mbinguni?